Baada ya kumaliza kuzungumza na mmoja kati uh, ya Watanzania ambao wamekwenda kutoa maoni yao, lakini uh, nipo na Mtanzania mwingine hapa ku mkono wangu wa kulia ambaye atakwenda kuzungumza naye kutoa maoni yake kuhusiana na masuala mazima ya tiba asili hususani uh, 4A9 ambapo ipo chini ya T.R. Msigwa, ambapo timu yake nzima ya 4A9 uh, ipo mtahani kukusanya maoni ya Watanzania. Sasa uh, tunaenda kusikiliza maoni ili ya kujua nini wanashauri nini maoni yao. Habari uh, habari? Salama kabisa, habari ya kwako? Habari uh, za kwangu ni safi. Uh, unaitwa nani? Naitwa Placidus Alois. Ni mkazi wa maeneo gani? Mimi ni mkazi wa Kibaoni. Na hapa Kibaoni unajishughulisha na shughuli gani? Labda uh, mimi najishughulisha na ufundi aluminium. uh, vipi biashara kwa ujumla unaionaje? uh, Mungu anasaidia, tunapata tunachokipata, ndo tunashukuru. Kwa hiyo tukipata kidogo, tunamshukuru Mungu, ndo hivi maisha yanavyoenda. Sawa, so, labda ningependa kufahamu wewe na, unaelewa nini kuhusiana na uh, 4A9 dawa hii ya asili ambayo ipo chini ya, ya T.R. Msigwa uh, 4A9. 4A9 I said ni story kidogo lakini napenda kwanza kumshukuru aliyogundua hicho kitu kwa sababu ni miaka mingi nilikuwa namsikia wewe Dr. Msigwa sijawahi kuonana naye na kuna ndugu yangu kaka yangu kabisa mzaliwa wa tumbo moja aliweza kutibiwa kwake. Alikuwa anasumbuliwa, alikuwa na maradhi ya, ya vidonda vya tumbo, utumbo mkubwa, kwenye utumbo mdogo, lakini baadaye tukapata ushauri na watu kama bwana, kuna dokta anaitwa dokta Msigwa yupo anapatikana Ifakara. Kakangu ametokea Mahenge, alikuwa anasumbuliwa na tatizo hilo kwa muda mwingi sana paka inafikia hatua alikuwa anakosa hamu ya kula na nini. Baada ya kushauriwa na mtu kama bwana, kuna dokta anaitwa Dokta Msigwa, tuliweza kujitafuta tukapata chochote tukamsafirisha ndugu yetu tukaja nayo hapo, akapokelewa na akapata matibabu. Na toka amepata matibabu, toka amerudi, alikaa hapa kama mwezi mzima alivyotoka hapa kurudi nyumbani manake, mpaka sasa naona hali yake na imetengamaa kabisa, anaendelea vizuri na anaendelea na shughuli zake za kila siku. Sasa kutokana na hicho ambacho umekielezea ndugu, ndugu yenu walikuwa na matatizo uh, una kipi sasa cha uh, kumwambia Dr Msigwa maoni yako kwa ujumla? Kwa kwa, kwa maoni yangu mimi kwanza napenda nimshukuru sana Dr Msigwa na nizidi ni, ni, ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu kwa kila ambacho alichokuwa amempatia yeye yaani kwetu kama ni ukombozi, kwa sababu sikutaraji kama yeye angeweza kugundua kitu kama hicho. Kwanza ni swala la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mimi niendelee kumwombea tu, aendelee na tiba hiyo. Sawa, timu ya 4A9 uh, inapita mtaani uh, kukusanya maoni uh, je, kuna timu yoyote ambayo ulishawahi kuiona, labda uh, timu kutoka mahospitalini au uh, kwa wataalamu wengine ambao ushawahi kuiona ikipita mtaani kukusanya maoni juu ya 4A9? Aa, kwa upande wangu hapana sijawahi kuona kitu kama hicho. Aa, nini sasa unawashauri wananchi ambao aa, wapo huko mtaani na wanasumbuliwa na matatizo? Mimi ushauri wangu kwa wananchi wote wanaonisikiliza na wanaonitazama, Ushauri wangu mimi tusizalau mitishamba, tusizalau dawa za asili. Dawa za asili ni dawa ambazo zina umuhimu wake mtu ambaye anayezibeza maanake alijampata tatizo. Lakini kwa ushauri wangu mimi naomba kama unamsikia, kama, kama tunavyomsikia Dkt Msigwa. Dkt Msigwa wengine wakawa na mza, walikuwa na mzalao na kumzarau kwa mtu kwa sababu alijampata tatizo. Kwa ushauri wangu tusizarau, kama kuna, kuna kitu kinakusumbua unaangaika ujapata nafuu yoyote, jaribu kwenda kwa daktari Msigwa, anaweza kukusaidia tatizo lako na ukapona kabisa. Sawa, mimi niseme shukrani sana, asante sana.